Tusipate shida sana, maana huyu amani tunamtafuta kama kwamba amani ni rahisi. Maana tumekuwa nayo miaka hii minne au vipi jamani? Pamoja na mapito magumu tuliyopita, lakini ipo sasa amani wanaotafuta wengine. Mimi sijui labda wenzangu wazee Wanungwi mtanisaidia lakini amani ni kwamba umepewa dhamana, na ndio utaratibu wetu wa kupeana dhamana, edesha ya watu. Imefika wakati watu kupima, watu wapate haki yao ya kupima. Ukiwanyima watu haki yao ya kukupima, sasa unataka kuwaibia au vipi? Maana wizi si jambo kubwa. Wizi ni kutokufuata taratibu tu. Tumekupa biashara yetu tuendeshe, tunataka hesabu, we hutaki tufanye hesabu. Unasema wewe, bwana humo. Hala, simo leo eh? Wewe nikuzuie wewe, wee usiwemo katika kukuhesabu eh, bwana namemrii ukifanya hata hesabu ya Mwenyezi Mungu, na mimi nimo katika warithi, simo vipi katika kutaka kujua hesabu? Jamani, huo unaitwa je? Eh, si wizi sasa? Ukitaka wizi, halafu ukaenda kuhubiria amani, hayo ya hawaishi. Nyumba moja amani na mwizi hawaishi, hawajawahi. Mungu hajaumba hivyo.